Ukisoma Mathayo 17 mstari wa kwanza mpaka ule wa kumi na tatu ndipo utaweza kutambua kwamba Yesu pia alikuwa akiabudu katika mizimu. Hivi, ushawahi kuambiwa kwamba Yesu alitokewa na mizimu? Je, ulishawahi kuambiwa kwamba Yohana, Petro na Yakobo walishuhudia Yesu akizungumza na mizimu? Na ushawahi kuambiwa kwamba baada ya Yesu kuzungumza na mizimu, mavazi yake aliyokuwa ameyavaa yakabadilika rangi na kawa meupe mno, sura yake ikawa ina mng'aro ambao hakuwa nao tangia hapo mwanzo? Je, unafahamu kwamba baada ya Yesu kuzungumza na hiyo mizimu kuna sauti kuu ilisikika? Yakobo Yohana na Petro, hiyo sauti waliisikia ikisema huyu ndiye mwanangu mpendwa niliyependezwa naye na mumsikilize. Je, Mathayo 17 mstari wa kwanza mpaka wa 13, ni mizimu gani ambayo ukisoma katika Biblia ambayo Yesu alikutana nayo? Eh, soma mwenyewe utakutana na mzimu wa Eliya pamoja na mzimu wa Musa. Mizimu ni roho zilizowahi kuishi duniani katika mwili wa binadamu. Baada ya kumaliza kusudi katika ulimwengu wa mwili, wakarudi katika ulimwengu wa roho na kuendelea na maisha. Hiyo ndiyo tunaiita mizimu, ama waswahili tunaita wahenga. Ni muhimu kufahamu kwamba mizimu ina nafasi kubwa ya kutuongoza sisi wanadamu kutoka hapa tulipo na kuelekea kule tuendako, hivyo ni muhimu zaidi kufanya ama kufuata ushauri ama kufuata maelekezo ya Yesu Kristo alivyopanda mlimani na kutana mizimu. Kwa nini Mungu hakutuma watu bali alituma mizimu? Hivyo ni muhimu hata sisi kuiomba mizimu ya mababu zetu, ani babu wa babu yako na babu wa babu yake babu. Maana yake si babu tu aliyekufa juzi, hapana. Nazungumzia baba yako, baba wa baba yako na baba wa baba yake na baba yake wa baba yake. Ni muhimu majina yao kuyajua na kuyataja wakati wa dua zako, ili milango iliyofungwa iweze kufunguka. Kuna wakati mwingine tunajikuta tunaishi katika maisha magumu, kwa sababu ya kushindwa kufuata taratibu za kiulimwengu. Hivyo ni muhimu kama wewe binadamu mwenzangu, kama wewe mtu, sio binadamu, wewe ni mtu kufahamu kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kurudi katika asili yako, kuabudu katika mizimu. Ukizungumza vizuri na mizimu, ndipo utapata njia rahisi ya kuweza kukutana na Mungu moja kwa moja. Mungu atakufanya ung'are mbele za watu, Mungu atakufanya uonekane mbele za watu. Hivyo ni muhimu zaidi kuiabudu mizimu, ambayo ndio inarahisisha wewe kuweza kupata kitu chochote unachokihitaji, kama mababu zetu ambavyo walifanya hapo zamani, basi ni wakati wetu sisi wa kurudi katika asili yetu.